Tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka huu huu mwaka elfu mbili ishirini na tano tutakuwa na maandamano kubwa sana Tanzania, tutakuwa na maandamano kubwa sana Tanzania. So watu wa Tanzania, mimi nawaambia, sisi kama Wakenya tutavuka boda na huyo Samia Suluhu Hassan atajua sisi ni akina nani so Wakenya wote mi nawaomba hizo mipaka zote katikati ya Kenya na Tanzania, hiyo siku ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili huu mwaka huu mwaka elfu mbili ishirini na tano hatutaki kitu yoyote inafanyika, hakuna kitu itaendelea kwa hizo boda, hizo mipaka, hakuna kitu itaendelea. Tunataka hiyo siku ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka huu kila kitu istopishwe kwa hizo boda zote katikati ya Kenya na Tanzania, kuanzia kuanzia huko inaitwaje, huko huko huko Sirati, ukuje Hispania, ukuje Sirare hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo na manga wapi vanga wapi wapi, hatutaki chochote kinaendelea huko hiyo tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka huu. So mimi wa Kenya, mimi nawaambia hiyo siku hatuta tutasoma weather, tutasoma dalili eh, tutasoma dalili kwa sababu saa hii watu wa Tanzania sasa, mnajua ya kwamba saa hii watu wa Tanzania eh? wanapigwa vibaya, wanashikwa ovyo ovyo, nini nini. So sisi tukiona dalili iko mbaya huko Tanzania, ni sisi ndio tutaandamana. Tutaandamana sisi wa Kenya, watu wa Tanzania tutawaambia tu, nyinyi tulieni, lakini kwa sababu ya watu wetu wamepoteza maisha yao kule nchini Tanzania, Mama Samia Suluhu amewaua. So, sisi lazima tuandamane tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka huu. So, watu wa Tanzania, kama huyo mama mnaona, atawapiga risasi, atakodisha wajambazi kutoka nje wakuje hapo ama wajambazi waumo ndani, alafu mapolisi wasivae sare za kazi ndio wawapige risasi. Mpigwe risasi nyinyi, mwesiende maandamano, mtulieni sisi tutafanya maandamano mpaka tuvuke hiyo boda, na huyo mama atajua sisi ni akina naye. So hakuna kitu kitaendelea kwa hizo boda zote, hizo mipaka zote. So watu wa Tanzania, sisi tuko na nyinyi, bampa to bampa, bampa to bampa to. Alafu wacha niambie maskari wa Tanzania, maskari wa Tanzania wacha niwaambie, ona hao vijana mnawapiga risasi hao, ndio madugu zenu hao, hao ndio watoto wenu hao so wacha kufanya vitu zingine ati umepewa oda. Oda gani hiyo? Oda gani hiyo ni oda gani so? Mi naambia Mama Samia Suluhu, this time round enough is enough is wezi huwa Wakenya, alafu unawachukua unawazika penye sisi hatujui, na sisi ni Wakenya, tutaingia hiyo boda, tutaingia mpaka huko. So maaskari wa Tanzania, mi wacha niwaambie watu wa Kenya huwezi wapiga risasi, hauta hautapiga hautapiga wakenya risasi, na ukijaribu, ukijaribu umeharibu kila kitu, umeharibu kila kitu, kila kitu, na tutawahamisha kwa hiyo nchi. Mkicheza maskari wa Tanzania, tutawahamisha na hiyo nchi, na Tanzania ikuwe Kenya na sisi tutakuwa tunatawala kwa hiyo Tanzania yenu Mkijaribu kitu cha kwanza, tunataka Tundulisu aachiliwe. Tundulisu akuwe uhuru, Tundulisu aachiliwe. Na wewe mama, wewe, wacha nikwambie wewe, hatuna huruma hata kidogo. Na wewe, uwezi huwa watu zaidi ya elfu ishirini na tatu. Alafu nadhani sasa tukuongeleshe vizuri, wapi wapi? si tuko na wewe bamba tu bamba. na ni sisi ndio tutapeleka jina lako, tutakushtaki huko ICC, na kama hautakubali watu ICC wa ICC waingie hapo ndani, ujue ya kwamba tutahakikisha ya kwamba utoki Tanzania, tutahakikisha ya kwamba umetolewa kwa Sadik, tutahakikisha ya kwamba humu Afrika hakuna nchi hata moja itafanya biashara na wewe. Tutahakikisha ya kwamba nchi za ng'ambo zote hawezi fanya biashara na wewe, so wewe utakuwa tu island hapo, utakuwa kisiwani hapo, utakuwa kisiwa hapo. So mama Samia Suluhu wewe ufanye vile watu wa Tanzania wanataka, ujiuzulu uende nyumbani, na hiyo tarehe tisa tuko hapo Tanzania. Thank you very much, watu wangu. Kwa majina mimi naitwa William Jahom, from Kenya. From Kenya, thank you. Sasa zingine kuna kwetu pia ni Arusha. Mimi ni mtu wa Arusha. Unajua watu wengi hawanijui, mimi ni mtu wa Arusha, by the way. Nilitoka tu sababu ya Samia Suluhu alipata uongozi. Mimi ni mtu wa arusha. Thank you. Samia Suluhu mashakani, huku Wakenya wakizidi kutoa taarifa za kuhuzunisha kutoka maeneo kule Tanzania, na maneno ambayo ni ya kutisha amani ya kule Tanzania. Wakenya wamedai kwamba wataweza kufika kule, na ukiangazia video hiyo ambao umetoka kuiangazia pale, ni Mkenya ambaye ni president ama rais wa bunge za hapa nchini ambao zinaitwa Pips, uh, uh, People's Parliament ameanza kutoa hatari kubwa kwake eh, Samia Suluhu akisema kwamba E, tarehe tisa wapo tayari kupigania ama kuweza kusaidia wenzao kule, ndugu zetu kutoka kule maeneo ya Tanzania. Na amesema baadhi ya njia ambazo watakuwa wanazitumia, Tanga, kule Dar es Salaam, Zanzibari na maeneo tofauti tofauti ambao watakuwa wanapitia wao kama Wakenya kuhakikisha kwamba wanafika kule kuwasaidia e, Watanzania kuandamana, lakini e, swali ni je Uh, iwapo Mkenya atapatikana kule Tanzania akiandamana ama kuwasaidia wa Watanzania wa uh, katika nchi yao akiandamana basi kipi kitakacho kutokea? Maanake tumeona katika mitandao ya wa kijamii, Wakenya wakilia sana, wakisema kuna baadhi ya Wakenya ambao waliweza kuuliwa wakati wa maandamano kule Tanzania, lakini bado Samia Suluhu bado hajaachilia wale uh, watu na kuachilia pia Wakenya warudi wa, wa kuhakikisha kwamba wanachukua miili ya ambao waliweza kuaga pale. Moja ni mwalimu e, kutoka hapa nchini Kenya, ambaye aliuliwa kule wakati wa maandamano na polisi. Hakuwa anaandamana, hakuwa na makosa yote, alikuwa tu kwenye ziara zake tu za kurudi e, maeneo yake ya nyumbani, lakini papo hapo akayapata mauti yake. Kwa hiyo wa Kenya wanamtishia Tanzania, ama wanamtishia rais wa Tanzania ambaye ni mama uh, Samia Suluhu kwamba wataenda kuandamana kule na haitakuwa rahisi, wakidai kwamba hawataachilia Watanzania wata waweze kuzidi kuangamia. Ikumbuke Kenya ndiyo baadhi ya nchi ambayo ilianzisha uh, masuala ya revolution ama kuandamana ili waweze kupata uh, matakwa kupewa haki yao na kuweza kusitizwa uh, Kenya. Ikumbukwe ta Tanzania pia kuna wakati ambapo Wakenya walikuwa walikuwa wanaandamana, uh, Samia Suluhu waliweza kusema kwamba Wakenya ni viumbe dhaifu ambao wameharibu kwao, wasijua wakaharibu kwetu lakini wanasema kwamba what goes, what, what goes around comes around. Ndio hivyo Tanzania yapo mashakani. Sisi tunatakia kila laheri na Mwenyezi Mungu azidi kuilinda nchi ya Tanzania na wanaTanzania wote. Mungu wa warehemu na Mungu wa wape amani e, wakati huu ambapo masuala ya nchi hayapo sawa.